kila a ilisi anajiharishia kutembelea nusu uchi kama ndiyo kati ya utamaduni ambayo ulio sawa, lakini tukiwapeleka watoto katika maeneo ambayo watu wanavaa nusu uchi tutakuwa tunawaharibu na hatuwaelekezi vyema. Tuwapatie watoto wetu mahala salama kukutembelea. Ili veleta kulema, tunakushukuru sana maneno mazuri, wasia mzuri ambao utatufaa zote. Asante. Labda niseme zaidi moja, nalo ni kwamba sijitya, nakilia nguvu, nakilia mkazo yale aliyoyasema juu ya kumsaidia rais wetu.

siku kwa kazi nzuri aliyofanya siku manufaa yake kwa manufaa ya Tanzania wote pamoja. Ndio, ndio kama na raisi, ingelikuwa aiila, ingelikuwa katiba haikupisha muda muda fulani nishauri hapa, huyu bwana huyu ni rais wetu.